Ni siku ya pili tangu kuzinduliwa kwa michuano ya TUSA Championship inayofanyika hapa katika viunga vya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro ambapo michuano hii imeshirikisha vyuo tofauti tofauti hapa nchini Tanzania ikiwemo wenyeji chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Chivihi Media imefika hapa kwa niaba ya kuzungumza na baadhi ya washiriki ambao wameeleza maoni tofauti tofauti kuhusiana na michezo husika. Naitwa Agnes Edward Kado, nimetoka chuo kikuu cha St John's cha Tanzania kipo Dodoma. Sisi kama wanafunzi tumekuja kushiriki mashindano ya TUSA Champion. Kwa kweli chuo kikuu cha St John tumejipanga vyema katika mashindano haya, mpaka sasa timu ya Netball, eh, tumecheza michezo miwili na hii michezo tumeweza kushinda, manake tumeibuka kidedea. Tumecheza na netball ya mu MUM, lakini pia tumecheza na netball kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam campus ya Ilinga mse, na wenyewe pia tumeweza kuwashinda. Sisi tumejipanga vizuri, yeah. Kwenye haya mashindano, mnatarajia kwamba ubingwa upo mpaka sasa ubingwa upo kwa asilimia nyingi sana, kwa sababu tumeona we, wote jinsi wanavyocheza na timu zote tumeweza kuzishinda. Kwa hiyo mategemeo yetu ni makubwa sana, hivyo ndugu mwandishi wa habari, kutoe tu wasiwasi wasi. Kombe linarudi Dodoma, yaani linaenda Dodoma. Una wito gani kwa, kwa vyuo vingine ambayo hajashiriki mashindano haya, kwa wakati mwingine kwenye kujitokeza na nini? Wito wangu ni kwamba uh, vyuo waweze kushiriki haya mashindano kwa sababu yanatupa uzoefu mkubwa sana, kama sisi, eh, watu ambao tunapenda michezo. Tuna imani leo ni wanafunzi, lakini kesho tutakuwa wafanyakazi, na huko maofisini kuna kuwa na michezo mbalimbali mbali. Kwa hiyo kupitia mashindano haya kama wanafunzi, yatatujenga tutakapofika kule tutafanya vizuri zaidi, lakini kingine, yanatusaidia kukutana na watu mbalimbali, ndio network hii. Kwa hiyo mimi ninawaomba wanafunzi wenzangu wa vyuo mbalimbali, mara wasikiapo mashindano ya TUSA champion waweze kuhudhuria na kujumuika sote kwa pamoja. Asante. Uh, Nimefurahishwa na malezi ya Uislamu kwa kweli. Uh, ninaona wanafunzi jinsi wanavyovaa kwa, wanasema kwa stara, kwa hadhi eh, kwa stara. Kwa kweli mimi hilo limenifurahisha sana, yaani nimejaribu kutembelea na mazingira ya hostel. Hauwezi ukamwona mwanafunzi amevaa Eh, kama mnavyojua. Kwa hiyo kila mwanafunzi ninayemwona, iwe mazingira ya hostel, iwe mazingira ya chuo, iwe mazingira ya kama anatoka getini, namwona amevaa kistara, binafsi limenifurahisha, maana naamini pia kesho na kesho kutwa nitakuwa mzazi. Kwa hiyo a, natamani mtoto wangu avae kwa stara chuo kikuu cha n Morogoro, ninawapongeza sana kwa hilo, asanteni sana e, kwa, kwa majina, anaitwa Muniro Ramadhani Nyambuka, kapteni wa St. John University of Tanzania, tunapatikana Dodoma. Mchezo ulikuwa mgumu, ila tunamshukuru Mungu kwanza, alhamdulillah kwa sababu Mungu ndo ametuwezesha kwamba kupata hii hapa nafasi, lakini mchezo ulikuwa mgumu sana kwa sababu kama unavyojua Mzumbe ni mojawapo ya opponent mgumu sana kutokana na aina ya mpira wao wanaocheza. Kwa hiyo sisi kupata suluhu ambayo imetufanya tuweze kuvuka hatua tuwe inayofuata ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na ni kitu ambacho tumejivunia hata sisi, pengine maandalizi ya kuja kuelekea katika hatua ambayo inayofuata maandalizi ni mazuri, wachezaji morali yao ni kubwa sana, kwa sababu cha kwanza tulichokuwa tunahitaji ni kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine, cha pili ni kufika katika hiyo hatua na kufanya kile ambacho mwalimu atatuelekeza. Lakini morali ya wachezaji baada ya kumaliza mechi hii, morali yao ipo juu zaidi na wanahitaji kupambana kwa ajili ya hatua inayofuata, ili tuweze kufika fainali, kwa sababu kila anayeshiriki lengo lake ni kuchukua ubingwa. Kama Saint John sasa eh, Pangaje kuyafikia malengo kwa sababu kila mmoja pengine anakuja hapa kuchukua ubingwa, lakini kila anakuja lakini, kila kucheza na kuwa na chati ya kwake ya kutaka kuchukua ubingwa nee, na sisi pia tumejipanga zaidi katika kuchukua ubingwa, sababu mwalimu yeye ndo ana approach za kila game, kwa sababu tunachoshukuru ni kwamba kila mpinzani tumemwona kila mpinzani tumemwona akicheza na mwalimu amemwona akicheza. Kwa hiyo kila game unavyokuja, nakuja na approach tofauti. Approach tulokuja nayo jana tofauti na approach tulokuja nayo leo, kwa hiyo na imani hata tunapocheza na, tutakuja kucheza badai, na Sua baadaye, tutakuja na approach nyingine tofauti kabisa na waliozoea. Neno lako kwa kwa wanachuo wengine ambao pengine hawajapata nafasi ya kuja kushuhudia na kuwatazama? Ah, neno langu mimi kwamba tumekuja katika mashindano kuwawakilisha wao na hakika tumekuja kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya heshima heshima heshima ya chuo pamoja pia na heshima yetu sisi na wao walobaki chuo, kwa sababu tunaposhinda sisi nimeshinda Saint John University of Tanzania. Kapteni wa Mzumbe University, chuo cha Mzumbe University ambao kwa sasa tupofika hapa, tunashukuru Mungu, tumejiandaa vizuri sana mashindano, group letu mshindi wa kwanza kwa hiyo muda huu tunasubiria, tunasubiria, tunasubiria, tunasubiria fainali. Na watu na St. Joseph na Ice kama hiyo. Na sisi ni timu kamili. Timu kamili. Cha kwanza ambacho tumejipanga cha kwanza sisi tumejipanga cha kwanza ni fainali. Kwa hiyo tunakutana naye kidogo hapa, yoyote ajipange. Yaani, sisi cha kwanza tumejipanga ni kufika fainali na timu yani, yetu, yeah. Sisi ni timu ya ushindi kiukweli, yani tumejiandaa kwa mazoezi na mpira, unaonekana sisi hapa ni watu wa shamba kweli. Oh kwelitatokea wanatokea wapi? Kwenye jiji, kwenye jiji, au sio? Sisi ndio wakulima. Sasa sisi kazi yetu uwanjani, waje waone. Naona baada ya game tutaujiana vizuri, tutauliza watoto wa mjini na sisi wakulima Yani, the best. Baadhi ya viongozi kutoka katika vio hiyo nao walikuwa na haya ya kusema e, jina langu ni Johaven Leverian Bikongo, dean of students wa chuo kikuu cha St John's a Dodoma. Tuko kwenye mashindano ya Tusa Championship ambayo anafanyika hapa kwenye viunga vya MUM, na kwa jana ndio ulikuwa ufunguzi wa michezo. Tulikuwa na michezo mbalimbali, kama St John's tumeleta timu ya football na netco, uh, kwa jana netco tulicheza mchezo mmoja ambapo tulicheza na wenyeji MUM. St John ska tumeshinda bao 14 kwa tatu, lakini pia jana St John tukacheza mchezo wa mpira wa miguu, kundi letu ilikuwa na muse ambapo tulitoka bila kufungana, lakini pia leo mashindano hayo yameendelea kwa ngazi, wenye timu za basketball zimeendelea kwenye football zimeendelea pia na kwenye netball zimeendelea pia kwa upande wa football leo tumecheza na Mzumbe University na matokeo yautoka ni moja moja. Kwa hiyo kwa, kwa jana na hiyo, draw ya jana kwenye kundi letu tukawa nafasi ya pili kwa kuwa na pointi mbili na leader wa kundi letu ni Mzumbe ambaye ana pointi nne. Kwa hiyo kwa, kwa mchana tunategemea kucheza na Sua ambaye alikuwa mshindi wa kwanza kwenye kundi lao, na sisi tumejipanga vizuri, tutawahakikishia hapa watu wa Morogoro kwamba haya makombe yanaenda mikoani na sisi kwa Dodoma, ndo makao makuu ya nchi na serikali. Kwa hiyo vitu vizuri lazima viende serikali ilipo, hatuwezi nyinyi, watu wa mikoani mtasubiria kidogo. Kwa hiyo hizo ni salamu kwa watu wa, wa, wasua wajue kwamba St John's University tumejipanga, na hiyo kesho inshallah saa nne tutakuwa fainali na tutawashangaza wengi. Kwa jina anaitwa Ali Maumbo, ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe Main Campus Morogoro. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama katika chuo cha Kiislamu Mum kwa ajili ya mashindano ya championship. Kipekee ni sema chuo kikuu Mzumbe tumejipanga na tumejidhatiti kuhakikisha tunarudi na ubingwa katika chuo chetu pendwa, chuo kikuu Mzumbe. Ni chuo bora katika vyuo vyote vilivyopo hapa Morogoro. Na sisi kama wana wa Mzumbe, mimi ni kwa kiongozwa na mimi rais ninahakikisha leo mimi mwenyewe niko hapo uwanjani. Tumeingia tumequalify kwenda nusu finali. Huu ushindi unarudi chuo kikuu Mzumbe. Bila kusahau niweze kutoa shukurani za dhati kwa waandalizi ma waandaji wa hii tournament kwa maana ya mashindano ya championship. Wamejipanga vizuri, tumeona vyuo vishiriki kutoka maeneo tofauti tofauti UDOM Uh, Morogoro hapa pana anavyo karibia vyote, tunawapongeza. Hii ni inspiration kwetu sisi vijana, badala ya kwenda kujishughulisha na shughuli nyingine lakini tumejikita kwenye swala so zima la kimichezo. Na hapa nimeona kuna michezo ya aina yote, kuna mchezo wa basket, basket, netball, football, volleyball. Eh, yote imejumuisha wanavyuo wote. Tunasifu sana serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuhamasisha michezo na sisi kama vijana wavyoni tunasema tutamuunga mkono na tutahakikisha tunasimamia nafasi mbalimbali za kimichezo. Michezo ni ajira, naamini hapa hapa tuliopo kuna watu tunaona na vipaji, mwisho wa siku tutakuja kuona kwenye national team au kwenye baadhi ya clubs ambazo zinapatikana hapa Tanzania hata nje ya Tanzania pia. Baada ya kusema, niseme washukuru ni pia waandishi wa habari kwa kututembelea na kuhakikisha wanapata habari wa mbalimbali na kuweza kuzisambaza katika jamii yetu. Michuano hii inatarajiwa kumalizika hapo kesho ambayo ni Aprili 27 mwaka huu, huku tukijua bingwa ni nani. Chivihi Media tuko tayari kukuletea updates za matukio mbalimbali mbali ambayo yatakuwa yakiendelea hapa chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro. Mimi ni Heri Abdalla kutokea Morogoro, hii ni Chivihi Media.